Na mtazamaji wa Trend TV ebwana, moja kati ya interview ambazo zimemeke headline huko mitandaoni ni interview ya Madam Softena, mmoja kati ya wadau wa mitandao ya kijamii ambaye alikuwa pia na ukaribu na mwanadada ambaye amefariki anayefahamika kwa jina la Karina, mwanadada ambaye ameugua kwa takriban miaka saba na amefanyiwa operation zaidi ya ishirini na moja. Tatizo kubwa lilikuwa linamsumbua ni utumbo mpana, kwa hiyo alienda India wakakata utumbo na alikuwa anaendelea vizuri na alikuwa tayari kwa ajili ya kurudi Tanzania kutokana na kwamba alishaanza kupata ile recovery nzuri. Yani, alikuwa na maendeleo mazuri, lakini ghafla ndo hivyo tukapokea habari za kifo chake. Sasa moja kati ya uh, interview ambazo amezifanya Madam Softena ambaye alikuwa na ukaribu naye ameeleza kwamba hata yeye mwenyewe pia alivyoiona ile interview ya ambayo Karina alikuwa akizungumza na, na daktari wake huko India, baada ya kufanywa operation alikuwa amechangamka na alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba anaendelea vizuri na atarudi akiwa yuko poa kabisa. Sasa, wakati anazungumza na daktari baada ya kuzungumza na daktari, hata kipindi cha hivi karibuni kabla ya umauti kumkuta, madam Softena amesema kwamba alizungumza pia na Karina, walizungumza vizuri tu mpaka akamwambia kwamba anarudi hivi karibuni, anaendelea vizuri, operation imekuwa successful na vitu vingine kama hivyo, lakini mambo yamekuwa tofauti, na hapa kuna page hapa imeandika kuhusiana na interview ambayo Madam Softena ameifanya, wameandika kwamba bwana, tuliwasiliana na Karina vizuri kabisa, tukacheka na akasema kwamba ninarudi. Amefunguka Madam Softena kuwa aliwasiliana na marehemu Karina kabla ya kifo chake. Umeona eh? So, hivyo ndo tena mambo yalivyo na huyu Madam Softena. Bwana amekuwa na ukaribu na Karina tokea zamani. Nadhani kuna video utakuwa umeziona zinamuonyesha kipindi hicho Karina anaumwa. Madam Softena naye pia alikuwepo kwa ajili ya kuhimiza pia watu kwa ajili ya kutoa support ya kiuchumi, kutokana na kwamba kwa kipindi hicho chote cha takriban miaka saba eh, Karina alikuwa hajishughulishi na shughuli yoyote kutokana na hali yake ya kiafya, ilikuwa kwamba haijatengamaa. Kwa hiyo moja kati ya watu ambao walitoa support alikuwa ni Madam Softena. Aliposti video zikasambaa akiwa anachangisha michango kwa ajili ya kumsupport Karina financially. Sikiliza hii video kama ushahidi wa hicho ambacho alikuwa anakifanya, eh, Madam Softena kipindi ambacho bado Karina anaumwa. kawaida msimkatie hawa tamaa. hawa atapona, hawa atapona kwa sababu alipotoka ni mbali, ni miaka karibu kumi sasa hivi dada yuko kitandani, anafanya chochote, anaumwa. Sasa kama Mungu amemweka miaka yote hiyo imitaji, yaani huu muda ni wakati wake yeye sasa wa kupona. Usimkatie tamaa, mpe chochote ulichonacho. Umwakweli, operesheni ishirini na nne za tumbo si jambo dogo, lakini leo mpaka leo bado yupo na anahema na anajikaza. Jamani, mchangieni msaidieni tu, ni mwenzetu, ni ndugu yetu hawa <todicare> Nam, so hiyo ni moja kati ya video ambazo kipindi cha ja enzi za uhai wa Hawa, kipindi bado anaumwa uh, Softena alikuwa ni miongoni mwa watu ambao hata siku yake ya siku ya Valentines aliamua kwenda kumtembelea Hawa na akaposti hiyo video. So ukiwa kama mdau, uweka maoni yako katika hapo ya chini, tutakuwa tukisoma na kuliple kila comment, na pia vile vile hakikisha subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.